Lakini ilivyofika mida hii mida saa nne hivi, kuna bodaboda walikuwepo pale. Wale bodaboda mzee mmoja bodaboda anafahamiana naye kuvamiwa na nyuki, ambapo walimzuru mpaka kazimia. Nilienda nikachukua kigari kile kwanza cha hospitali kile, nikakatazwa. Sasa nikaona pale hospitali wananikataza, nikaona nichukue kile wheelchair, nikakimbia nacho kwa ajili ya kuja kumsaidia yule. kushanga shanga na shanga shida nini? Watu wanakimbia, naona wanakinga vichwa, mara ghafla mimi nilikuwa wananikimbiza, wakanishambulia. Hapa nimeng'atwa hapo na mdomo hapa, nimeng'atwa na shingo huko. Wana nyuki wametoa, wametushambulia sana siku ya leo yani, nyuki wametushambulia sana kwa sababu tumekuja hatufahamu kwamba na nyuki katika kufungua biashara hapa yani, tunafungua tu tumeshambuliwa na nyuki sana. Saa moja na nusu ndio nyuki wameanza kuchachamaa. Pokea tukio hili majira ya saa tatu na dakika tisa Tulifika maeneo ya tukio na tukaanza kufanya taratibu kwa ajili ya kuwaokoa watu na kuzuia watu wasiingie kwenye tukio. Kwa hali ya sasa, kwa eneo la tukio lipo salama, ambayo wananchi kama ukijaribu kuangalia kama nanyiye mmepita, waandishi wa habari, mtaona wanaendelea na shughuli zao. Kutoka kama jeshi la moto na wokoaji, tunashauri sehemu yoyote ambao wananchi wanavamiwa na nyuki, cha msingi cha kufanya cha kwanza ni kuondoka kwenye tukio lenyewe, na wakishaondoka kwenye tukio lenyewe ni kutoa taarifa kwa jeshi la zimoto na okoaji ili tuweze tukasaidia na na na na na wenzetu wa TFS ili tuzuie kabisa wasije wakapata madhara kutokana na nyuki. Nyuki kuondoka ni jambo la la la la msingi la kwanza, afu la pili sisi tutakuja na meza kwa wa nyuki, kwa kwa kwa ajili ya ya kuzuia wanyuki wasiendelee kuvamia watu. Kwa hali ya sasa kwa eneo la tukio lipo salama ambayo wananchi kama kama ukijaribu kuangalia mmepita waandishi wa habari mtaona wanaendelea na shughuli zao. Kwa hiyo nyuki wale tayari wameshaondoka katika yale maeneo ambayo walikuwa wanaleta madhara kwa wananchi.